Kuanzia leo asubuhi tumebaini kuwepo kwa vitendo vya kihalifu katika akaunti za mitandao ya kijamii za baadhi ya taasisi za serikali. Baadaye tukaanza kuona pia wakiingilia katika taasisi zisizokuwa za kiserikali. E, vyombo vyetu vimeanza kuwatafuta wote wanaohusika ama waliojihusisha na vitendo hivyo. Tumebaini mambo mawili yanayofanyika. La kwanza ni la wale ambao wametumia mbinu za kupata credentials, yani taarifa za kuwawezesha kuingia kwenye akaunti za taasisi zetu za serikali na kwenda kuchapisha machapisho yenye taarifa potofu yanayolenga kuleta uchochezi na kuleta taharuki kwa wananchi. Hiyo moja. Lakini wako ambao wamethubutu kwenda kusajili akaunti ambazo zina majina yanayofanana na baadhi ya taasisi zetu zinazoaminika za serikali na kuchapisha maudhui potofu, maudhui yenye kuleta taharuki na kutishia uh, wananchi. Kwa hiyo tumechukua hatua za haraka, kwanza kuondoa maudhui hayo, lakini sasa hivi kazi inayoendelea ni kwa vyombo vyetu kuwatafuta na kuwachukulia hatua za kisheria wote waliohusika na uhalifu huo. Nataka kuwambia Watanzania kwa uwekezaji ambao serikali imeufanya katika usimamizi wa uh, mtandao wetu ama internet, wa, uh, cyber space yetu hakuna atakayefanya uhalifu wa namna hiyo na asifahamike litakuwa ni swala la muda tu.